Ukisha sajili biashara yako, aidha wewe ni mwekezaji, mfanyabiashara, entrepreneur and everything. uh, unapoingia sokoni na bidhaa zako eza unazalisha maji, viatu uh, whatever. You need to be different ili uh, wateja waweze kukutambua kwamba bidhaa hii ni ya mzalishaji fulani. Sasa, wanakutambua namna gani? Kuna kitu tunaita alama za biashara na huduma, tunaelewana. Alama ya biashara ni ni kwa lugha nyingine tunasema ni nembo, au kwa Kiingereza tunaita trade or service mark. hii ni alama ambayo itakutofautisha wewe na wazalishaji wengine sokoni. Kwa mfano na, I believe kila mtu ana chupa ya maji mezani. Hii chupa ya maji ina nembo ambayo inaweza kukutofautisha mzalishaji huyu na mzalishaji mwingine sokoni. Sasa all this hizi nembo zinasajiliwa na zinalindwa na sheria. Just take an example, unaenda sokoni au supermarket kununua maji, alafu ukakuta hayana nembo. Uh, will you be comfortable kununua hiyo bidhaa? sio kweli sasa nembo uh, faida yake uh, inaweza ikakusaidia wewe kama mfanyabiashara kuwajengea confidence uh, wateja wako pia inakusaidia wewe kufanya promotion. pia inasaidia bidhaa zako kuweza kutambulika kwa urahisi so, time is a little bit limited uh, I have a lot to talk kwa hiyo that is trademark. hataza ni ubunifu Hataza ni Kiswahili kwa Kiingereza tunaita patent. Uh, patent ni ubunifu ambao unabuniwa na, na mtu yeyote ile, either ni mfanyabiashara, mwanafunzi, uh, SMEs, all those NGOs wanaweza kufanya uh, ubunifu. Na ubunifu huu uh, una uh, element kuu kama tatu hivi. Kwanza, lengo la ubunifu uh, huwa ni kutatua tatizo fulani kwenye jamii. Na ili tuseme huu ubunifu wako umekwalify kuitwa hataza au patent, kwanza lazima uwe mpya, lazima uweze kutumika, lakini lazima pia uwe umepitia hatua mbalimbali za kiuvumbuzi uh, let's say kwa mfano currently eh, kila mtu anajua ndege ah, ndege unavyoziona pale airport, inapo watu wakisha panda, inapotaka kuondoka huwe inarudi nyuma then inaenda kwenye runway, si ndio? Si ndio? Uh, do we know ile ndege inavyorudi nyuma huwe inarudi kwa namna gani? Ile ndege huwa haipigi reverse, huwe inavutwa. Sawa, up to this moment, hatuna ndege ambayo inapiga ina, ina rivers, huwa inavutwa. Kwa hiyo leo ukija na teknolojia ambayo itatusaidia ndege ikiwa inapiga rivers yenyewe bila kuvutwa, hiyo tunaita ni ni hataza kwa sababu it's something new na inaweza kutumika.